wakiwa nafasi ya tano ameweza kuruhusu magoli kumi na saba yani timu ambayo inajitahidi katika kufunga kwa sababu amefunga magoli ishirini na saba maana yake ni timu at ambayo inacheza style moja inaita total football ambayo inapendwa sana miaka mingi ilikuwa inapendwa na Chile ilikuwa inapendwa na vilabu vingi sana. kwamba tuende wote, turudi wote. ni sehemu ambayo imekuwa sura kubwa sana kwa Steve, kwamba kila mmoja dakika tisini ya mchezo atumike huku akiwa ni moja ya timu ambayo ina uvumilivu mkubwa sana kwenye swala la kujilinda. Mimi naomba ninukuu kauli ya Kizungu kwamba the enemy you know is better than the enemy that you don't know, kwamba adui unayemfahamu si bora, ila adui unayemfahamu ni bora kuliko adui ambao unayemfahamu. Yes, ukitazama ni kwamba Simba inawezekana hawajamuona sana Stellenbosch. kwa sababu simshiriki katika hii michuano mara kwa mara. Hii ni mara yake ya kwanza anashiriki hii inawezekana ikawa ni weak point kwa Simba ila haitakuwa mechi nyepesi. Ni mechi ambayo Simba lazima awe makini nao. Cha kwanza wanaanzia nyumbani, at least katika uwanja wa nyumbani waondoke na mzigo mkubwa wa magoli, yani wasiende Afrika Kusini wakiwa na faida ndogo. Kwa nini? wahakikisha kwamba wautumie vyema uwanja wa nyumbani at least wae na magoli matatu kuendelea. Uh, Eli ni talented player kwangu, naamini hilo tangu mechi ya kwanza anamuona akiwa na jezi ya Msimbazi. Cha kwanza ni mchezaji ambaye yuko very direct, mchezaji ambaye anaweza akatoka kati one against one, one against two, hata one against three. Sibona vitabu vya dini eh, ama maandiko matakatifu yanasema kwamba waulize wanaojua ikiwa wewe hufahamu basi, eh, na sisi wana michezo tunasema kwa wale ambao hatufahamu tactics ama mbinu, ufundi wa mpira basi tuna amani, jukumu letu kuwafata wataalamu wa hizo mbili. Kwa maana hiyo basi niko naye Lilian ni Mkulu mimi napenda sana kuita Madam Lily japokuwa yeye eh, apendelee na jina hilo lakini sitoacha kumuita hivyo kutokana na madini ambayo amekuwa nayo ndani ya kichwa chake. Kubwa zaidi ni kuja kuzungumzia kuhusiana na mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho ambapo Ekundu Msimbazi Simba watapepetana na watoto wa Madiba eh, ama watoto wa Mzee Nelson Mandela Stellenbosch, kutokea hapo hapo South Africa katika mkondo wa kwanza na wa pili. Mkondo wa kwanza utapigwa Dar es Salaam Aprili hii 20, marudiano atakuwa Aprili 27. Na niko naye Lilian kujua eh, Wekundi wa Msimbazi Simba nafasi yao ni ipi kwenye mchezo huu. Lili, mambo ni aje? Okay. Salama. Naona umezungumza nukuu na mimi naomba nikunukuu. Kuna mtu aliyesema kama kawaida yako kwanza. Kuna mtu aliyesema kwamba eh, tunaji learning is a process. Hakuna mbaya anayejua siku zote. Kwa hiyo wote tunajifunza kwa sababu kusoma ni process, ni kitu ambacho naendelea kila siku ya Mungu. Lazima uende kujifunza ili uweze kwenda kule unapotaka eh. Kwa hiyo unanikimbia sio kitu, na mimi pia najifunza. Yani wote tuko hakuna anayejua, ndio kwa kujifunza huko, wewe basi unawafundisha na wengine kama kam unavyoenda kunifundisha na mimi sawa bana. Draw <laughs> ya uh, ama taratibu za nusu finali zimefahamika mm. Na wekundu wa Msimbazi Simba Mei Aprili ishirini watakuwa hapa hapa Tanzania kupepetana na Stellenbosch ambao <coughs> walifanya maajabu kabisa ya kuwatoa Zamalek, ikiwa wana michezo wengi eh, si hapa Tanzania lakini Afrika, hakuna ambaye eh, ama ni wachache sana walikuwa wanaamini kwamba wa South Africa angeza kufanya kitu pale Misri. Simba wanakwenda kukutana na timu ina. Uh, hii ni timu ambayo kwanza haina muda mrefu katika soka la Afrika Kusini kwa sababu ni timu ambayo ilianzishwa mwaka elfu mbili na kumi na sita ah, elfu mbili na kumi na sita yaani ndio timu ambayo ilianza kuonekana moto katika ligi ya katika champi, eh, ligi yeah, daraja la kwanza you rise 2016, ambapo mwaka 2017 wali 2016, kwanza wao walijaribu kupanda ligi kuu ila walishindwa, alafu msimu 2016 17 ndipo walipomteua kocha wao msaidizi Steven Becker wakampandisha kocha mkuu wa timu hiyo, ambaye hadi leo ndio kocha ambaye amekaa muda mrefu katika timu hiyo, kwa sababu ukipiga mahesabu ni 2016 mpaka 2025 ni takriban miaka tisa, hiyo nine years katika club moja uga, ni ngumu sana kwa makocha kubaki. Ila Steve Becker, ambaye aliamua kuiacha Amazulu ikiwa iko katika ligi kuu <coughs> akaenda kuifuata timu ambayo iko chini na elfu mbili na kumi na tisa akafanikiwa kuipandisha daraja Stellenbosch mm. Na hadi leo, mwakao bora kabisa alikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na nne msimu uliopita ambapo walishika nafasi ya tatu katika ligi ya Afrika Kusini na kujikatia nafasi kuweza kushiriki katika michuano ya Confederation Bara Afrika, yeah. Ndio hapa ikafika katika hatua ya semifinals ikimtoa bingwa mara tatu ya michuano ya Confederation. Ni bingwa mtetezi na ni moja ya watu ambao wamechukua kombe hili mara nyingi. Kwa nini? Ukiangalia Stellenbosch haikupa nafasi kubwa. Kwa sababu gani? Ni marao ya kwanza kushiriki katika michuano hii na wameweza kuvuka katika trai. Sababu gani? Muendelezo bora wa timu hii. Mwaka jana ni moja ya timu ambayo inaruhusu mabao mengi katika ligi yao kwa sababu mpaka hivi sasa wakiwa nafasi ya tano wameweza kuruhusu magoli kumi na saba. Yaani timu ambayo inajitahidi katika kufunga kwa sababu amefunga magoli ishirini na saba maana yake ni the good at attacking na ni timu ambayo inacheza style moja, tunaita total football style ambayo inapendwa sana. Miaka mingi ilikuwa inapendwa na Chile, ilikuwa inapendwa na vilabu vingi sana, kwamba twende wote turudi wote. Ni sehemu ambayo imekuwa sura kubwa sana kwa Steve, kwamba kila mmoja dakika tisini ya mchezo atumike huku akawa ni moja timu ambayo ina uvumilivu mkubwa sana kwenye swala la kujilinda. Stellenbosch ya. Ndiyo. Watu wanasema kwamba ni kama wekundo Msimbazi, Simba, ambavyo unaitazama Stellenbosch. Wazungu wana kauli moja, mimi naomba ninukuu kauli ya zungu kwamba the the enemy enemy you you know know is better than the enemy that you don't know ah, kwamba adui unayemfahamu si bora, ila adui si, unaimfahamu ni bora kuliko adui ambaye unamfahamu. Yes, ukitazama ni kwamba Simba, inawezekana hawajamuona sana Stellenbosch kwa sababu si mshiriki katika hii michuano mara kwa mara. Hii ni mara yake ya kwanza na shiriki. Hii inawezekana ikawa ni weak point kwa Simba. Ila ambacho kinaipa Simba strength ni kwamba wao wamekuwa na exposure kutosha katika michuano hii. Wamefika robo finali mara sita katika hii michuano ya makubwa ya Afrika. Kwa experience ambayo wako nayo inatengeneza chacho kuelekea katika mchezo wa semifinals. Ila unaizungumzia Stellenbosch ambayo imekuwa surprise package, imemtoa Zamalek. Maana yake si timu ya kubeza, ni timu ambayo watakao heshimu. One thing ambacho nakiona ni kwamba uh, kanda ya East team za kaskazini zimekuwa bora katika hii michuano. Kwa hiyo inawezekana kwa performance ambayo Simba imekuwa ikionyesha katika hizi timu za kanda kaskazini, inawezekana ikawa ni sababu ambayo watu wengi wanaipa nafasi kubwa ya Simba kuweza kufi, kufika katika hatua ya finali katika michuano hii ila haitakuwa mechi nyepesi, ni mechi ambayo Simba lazima wawe makini nao. Cha kwanza wanaanzia nyumbani. At least katika uwanja wa nyumbani waondoke na mzigo mkubwa wa magoli, yani wasiende Afrika Kusini wakiwa na faida ndogo. Kwa nini? Wahakikisha kwamba katika kutumia vyema uwanja wa nyumbani, at least wae na magoli matatu kuendelea, kuna faida kwa sababu ukipata magoli matatu, maana yake unampa mtihani mzito sana mpinzani wako, kwanza atafute goli tatu Alafu pia sio tu kutafuta goli tatu, akuzuia usipate goli kwao, lazima ajitahidi katika hilo. Na sila kubwa ambayo wako nao Stellenbosch, lazima tukubali, goalkeeper wao ni shot stopper mzuri sana. Moja ya mechi ambayo mimi naikumbuka katika ligi ya Afrika Kusini ni mechi dhidi ya Orlando Pirates. Mimi ni shabiki wa Orlando, yeah. uh, tunajitaga wezi wa baharini kama nickname yetu. Ile mechi Stellenbosch alipata kadi nyekundu kwenye dakika takriban ya 60 ila ni mechi ambayo iliisha kwa sare huku Orlando Pirates wakipiga mashuti kumi na saba langoni kwa Stellenbosch na sita yakilenga, yani sita yakiweza kuzuia na goalkeeper yani shot on target. Kwa maana yake nini? Mechi ilisha kwa sare ya bila bila. Maana yake nini? Wana ustahimilivu wa hali ya juu. Lazima tukubali hilo kwamba eneo lao la mwisho watu ambao wapo ni ustahimilivu ambao wanaweza akawa compact muda mrefu sana. Kwa hiyo popote ambao watakuwa wanacheza Simba wakumbuke kwamba wanaanza na timu ambayo ina ugumu wake hasa kuifungua katika ngome yao ya ulinzi. Ila ukitazama pia ni timu ambayo nakumbuka mechi yao dhidi ya Kaizer Chiefs ambao waliruhusu goli tatu kwa moja. Ni mechi ambayo Kaizer walipiga takriban mashuti tisa golini. Na kipa wakafanya saves takriban nne. Kwa hiyo kwangu lazima Simba wajue kwamba anakutana na mpinzani ambaye yes, anaenda kama si mgumu sana kompea na Zamalek, ila amemtoa Zamalek. Kwa nini nasema si mgumu sana kompea na Zamalek? Zamalek huyu ni title contender. Unakutana na taita kwa nenda kuna ile hofu. Kwa hiyo hii hali ambayo unakutana na Stellenbosch isiwafanye Simba kwa relax akiamini kwamba no the work is easy. Hapana. Hakuna kazi rahisi in football. Mimi waga ya mechi ambayo naikumbukaga katika historia yangu ya soka ni mechi kati ya Atletico na Arsenal. Arsenal walimiliki mpira kwa sabini na nane kwa ishirini na mbili ila the match ended 1-1. Kwa hiyo kila wanachokifanya uwanjani lazima Simba awe result oriented katika mechi ya kwanza, wajitahidi kutafuta magoli ila atakapoenda katika uwanja wa ugenini at least waende na kitu ambacho kinaenda kuwabeba. Jeuri za wana Simba zinaletwa na Elie Mpanzu kibisa, wala wenyewe wanapenda kumuita volcano Elie Mpanzu. Kwenye hizi mechi ambazo eh, ametambulishwa kwenye kikosi cha kundi la Msimbazi, Simba hasa katika michuano ya kimataifa eh, ameongeza kitu gani, uh, na anazidi kuongeza nini kwa upande wa kikosi cha Fadlu Davis? Uh, Eli ni talented player. Kwangu naamini hilo tangu mechi ya kwanza namuona akiwa na jezi ya Msimbazi. Cha kwanza ni mchezaji ambaye yuko very direct, mchezaji ambaye anaweza akatoka kati one against one, one against two, hata one against three. Kwa nini? mguu wake kushoto pia una mamlaka. Anawezekana asiwe ana uwezo mkubwa wa kufunga na mguu wa kushoto, ila uwezo wake wa kufanya driving na ile miguu yake, timu hili kuna msaidia pakubwa sana. Na faida nyingine ambayo uko nayo, mchezaji ambaye ana uwezo wa kushoot na kwa jinsi ambavyo naona kwamba at least kwamba ile uwezo wake wa shoot umekaa ukizaa matunda katika upande wa Simba. Yes. Wamesajili mchezaji mzuri ambaye cha kwanza tukumbuke kwamba alikuwa na takriban miezi 6 hachezi. Kwa hiyo kuja na kuweza kuonyesha impact na namna hiyo he is talented. Mchezaji ambaye ameweza kuongeza kitu hasa katika eneo lao la washambuliaji ambao tukumbuke kwamba kwa, kwa msimu huu sasa katika eneo ambalo limefanyiwa mabadiliko makubwa kwa Simba ni eneo lao la mbele kwa sababu mchezaji pekee ambaye alikuwepo na anapata nafasi ya kucheza ni Kibu Dennis. Wengine wote ni wapya, kwa hiyo amekuja katika dirisha di dogo, na kuna kitu amekiongeza ambacho imeweza kuongeza kasi. Ameongeza attempt katika kosi cha Simba na ameongeza pia mchezaji ambaye yuko quick, good in decision making, na ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa kuchezesha wenzia, sasa akitokea pembeni na kufanya cutting inside, ambapo wazungu wanasema ni inverted winger, winger ambaye ana uwezo wa kuingia ndani kufanya runs ndani winga ambaye anaweza kutumia hasa nje ya kumi na nane yaani ile out of the 18 yard, akajaribu kushoot na ni winga ambaye cha pili, ana uwezo ni two direct, yaani winga ambaye hana hofu, ana uwezo kwenda driving mbele, na amekuwa msaada mkubwa sana kwa kikosi cha Simba.